Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu al atamani al akmalani al mutalaziman ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa haya ya sira yake Mtume na tumefika katika wale wageni ama wale waliokuja kufanya sulhu na bwana mtume katika kabila la Aila na, na, tukasema bwana mtume aliandikishana nao, na katika ile maandikisho aliandika bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Hii ni amana ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi sallam, yaani haya ni makubaliano ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi sallam ambaye ni nabii na mtume wa Mwenyezi Mungu la ilaha illa Allah. <coughs> Kwa nani? Kwa Yohana ibn Ru'ya ibn Ru'ya wa Ahli ya Aila watu wa Aila, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kuwa wao wakiwa na meli zao na misafara yao ya biashara pamoja na watu wao, basi imeaminika kutokana na Waislamu, imeaminika kutokana na nabii bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na imeaminika kutokana na Waislamu, na pia watu wake wote wa Sham, wa Yaman na watu wake ambao wako baharini, basi ikiwa kutatokea chochote mtu ataangaliwa kiyeye peke yake, haitochukuliwa iqabu atinia ya watu wote hawa, wamekhalifu Uislamu, la bali itakuwa tu ni mtu mmoja. Subhanallah. Na bwana mtume katika mkataba pia wakaandikiana kuwa hawa hawafai kukatazwa kwenda sehemu yoyote ambayo wanataka, hawafai kukatazwa kuchukua chochote ambacho wanataka ambacho ni cha halali. Hiyo hicho ni kitabu ama ni makubaliano walokubaliana hawa watu wa Aila. Na pia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam watu wa Adruh na Jarba pia aliandika makubaliano ambayo yanafanana na, ya na hayo ingawa kulikuwa kidogo kuna tofauti eh, Mwenyezi Mungu, yani katika ile barua akimalizia katika hiyo barua nyingine ama makubaliano mengine bwana mtume anasema wallahu kafilum bin nushi wal ihsani lil muslimina eh la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Na pia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akafanyia sulhu na watu wa Makna. Ha, kuwa wao watampa robo ya <coughs> ya mavuno yao watampa robo ya mavuno yao. Kisha bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam sasa akaketi na maswahaba akashauriana wakashauriana kuhusu kuenda kuvuka Tabuki kuendelea yani mpaka kuingia kwenye Sham. Sayyidina Omar akaketi akamwambia ene akamjibu bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia ya rasulullah ya rasulullah je, kama wewe umeamrishwa kwenda <coughs> Kama umeamrishwa na Allah jalla jalalu uende, basi twende. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam wakamjibu akamwambia, ya Umar, la, ungekuwa mimi nimeamrishwa na Mwenyezi Mungu nisingetaka ushauri. Nikishaamrishwa na Mwenyezi Mungu hakuna cha ushauri tena. Mwenyezi Mungu amekuamrisha unafanya <coughs> ule ule ile itwaje maamrisho ya Mwenyezi Mungu unayasimamisha huangalii tena ushauri wa, wa wanadamu. Basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusikiza ushauri. Saidina Umar akamwambia pale Rum, hawa wana makundi makundi mengi <coughs> na kule Sham hakuna mtu ambaye ni mwislamu. Sisi tumekaribia sana <coughs> lakini wametishika hawa, wametishika hawa. Basi sisi afadhali tungerudi mwaka huu, tungerudi tukaona yatakayotokea, au Mwenyezi Mungu aweza kutufungulia njia, kisha tutakuja inshallah. Mungu akutufungulia njia. Kwa hivyo hawakupata vita vyovote sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani ile raia ya Saidna Umar akaikubali na akaamrisha sasa watu warudi Madina. Huku sasa Madina waliporudi, kuna kadhia ilikuwa imetokea hata kabla ya safari kuhusiana na <coughs> msikiti Masjid Dhirar. Masjid Dhirar huu ni msikiti ambao baadhi ya wanafiki waliujenga, ni msikiti ambao umejengwa zile pande za Quba Ma, wanafiki wameujenga na walikuwa wanataka <coughs> wanataka kutoa Waislamu, kufarikisha Waislamu wengine wao wanaenda msikiti huu. Sasa, kwa sababu wameujenga kwa nia mbaya, kwa kwa makusudio mabaya, wakataka bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aupigie debe ule msikiti manake. Yani, wataka bwana mtume ende akaswali pale. Angalia walivyo eh, eh, nahila manake wao wajua hapa bwana mtume akiswali sallallahu alaihi wa alihi wasallam utaweza kuambia watu ah, wana msikiti huu, mtume mwenyewe ameukubali, mtume mwenyewe ameswali sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akafuatwa, uh, wale wanafiki wakafuatwa kuambia ya Rasulullah, tuwaomba, <coughs> tuwaomba uje uswali katika msikiti huu, au baadaye ulikuja ukaitwa Masjid ad-Dirar. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawambia, mmeujenga kwa nini msikiti huu? Wale paka wakaapa ya rasula, wallahi tumejenga sisi yani hatujajenga kwa sababu isipokuwa, tunataka kheri tunataka wema na nini na nini, yani wakaficha ule urongo wao, ule urongo yani yale wanayotaka ku kweli wameaficha tabana, watadanganya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi akasema sawa, wacha nikirudi kutoka Tabuki inshallah nitakuja inshallah nikitoka Tabuki ata atakuja. Bwana Mtume alikuwa hivyo ndo amepanga, lakini akashukishiwa wahi Mwenyezi Mungu akamwambia walladhina takhadhu masjidan diraran wa kufran <coughs> <coughs> <Mnizimungu. coughs> <Mnizimungu. coughs> wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wala yahlifunna in aradna illa alhusna wallahu yashhadu innahum lakathibun la taqum fihi abada. Naam, Mwenyezi Mungu akamweleza bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa kuna watu wale ambao kwamba watatukua msikiti kwa ajili ya madhara watachukua kwa ajili ya, ku, <coughs> ya kumpiga vita bwana ya kumpiga vita bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa ajili ya kufarikisha umma wao. Ni wanafiki na wataapa kuwa wametaka khairi tu, hawakutaka jambo jingine isipokuwa khairi, lakini wallahu yashhadu innahum lakathibuna, Mwenyezi Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa wao ni warongo. Kisha Mwenyezi Mungu akamkataza, akamwambia la takum fihi abada la taqum fihi abada, usisimame katika msikiti huo. Abadan, usiwahi kusimama katika msikiti huo. Bas, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baada ya amri hii ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, akatuma baadhi ya maswahaba waende katika msikiti ule wauvundilie mbali. Wakaenda maswahaba wakauvunja kwa amri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wa, hapa tupata funzo: ikiwa misikiti inatumika kufarikisha umma, misikiti inatumika kuleta vita katika umma huyu anatetanishwa na yule, huyu anatukanwa kwa yule, yule anatukanishwa kwa huyu, yule anaambiwa mpige vita fulani, ah, itakuwa lengo la msikiti hapa limepotea. Itakuwa hii msikiti kama huu ni Masjid Dirar. Angalia, subhanallah, yaani bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, Masjid Dirar hakuwa hata uendelee tu, akasema ni msikiti umejengwa, umewekewa wakfu, ni msikiti, la bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alituma masahaba kwenda kuuvunda kwa hivyo sisi kama Waislamu tuangalie malengo yetu. Misikiti tunajenga, twajenga kwa nini na nini? Mambo gani yanaendelea kwenye misikiti yetu? Msikiti unafaa kuwa sehemu watu wanapata sakina, wanapata utulivu, wanapata raha, undugu unaendelea kujengwa. Inakuwaje misikiti ya siku hizi ni kutukanana tu? Mtu wa msikiti huu anamtukana mtu mwingine wa msikiti ule, anamtukana msikiti huu e. Je, sisi tumeingia katika misikiti ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam ama tumeingia katika misikiti ya hawa wanafiki? Kila mtu ajiangalie. Eh, hili ni swali tutakwenda kuulizwa siku ya Kiyama. Je, misikiti yetu ilikuwa ni misikiti usisa ala takwa, ilikuwa ni misikiti ambayo imejengwa kwa mizani ya takwa ama kwa ajili ya dhirar? Subhanallah. Naam. Inshallah katika madarasa yatakayokuja, tutakuja sasa kuzungumzia wale waliobakia Madina, manake walibakia wanafiki, na kuna wengine waislamu ambao si wanafiki pia walibakia. Je, wali Yani ilikuwaje? Kadhiya yao walimwambiaje bwana mtume Eh, yeah? na no walifanywa nini? Inshallah katika madarasa hijao tutaendelea. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah awwalan wa akhirah.